Kwingineko, Rais wa Tanzania Samia Suluhu ametangaza baraza lake jipya la mawaziri siku chache baada ya uchaguzi mkuu uliokumbwa na utata. Rais Samia amezindua wizara maalumu ya vijana ili kuangazia changamoto zinazowakumba vijana nchini humo. Huku akifanya mabadiliko katika wizara ya ajira, Suluhu pia ameongeza kitengo cha mahusiano na kuamrisha wizara hiyo kuanza mara moja mazungumzo na makundi mbalimbali mbali ya vijana ili kuelewa changamoto zao. meona umuhimu wa vijana kuwa na wizara kamili ambayo itasimama nao, na wizara hii itakuwa chini ya ofisi ya Rais kwa sababu vijana tumewatoa sasa. Tumeona kuna haja tuwe na wizara ya kazi, ajira na mahusiano. Na mahusiano maana yake ni kwamba atakayeshika sehemu hii ya mahusiano atakuwa na kazi kubwa ya ku